Naam, shukrani sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu nasi tukiendelea kukupasha, ni kwamba kazi za mikono mara nyingi katika jamii ya Wamasai zimekuwa zikitengewa wanaume. Hata hivyo Maria Salash amekiuka dhana hiyo na kuanzisha kazi ya kuosha magari na pikipiki katika eneo la Tinga, Oltepesi, huko Kajiado Magharibi. Maria anasema alichukua hatua hiyo ili kukimu mahitaji ya familia yake baada ya mumewe kufariki na ufugaji ambao ulikuwa tegemeo kuathirika na mabadiliko ya hali ya anga. Maria ndiye anayetupambia makala ya leo ya Mwanamke Bomba. Majina anaitwa Maria Salash, na mi ni mkazi wa Tinga na ni mfanyi biashara pia, na biashara yangu ni ya kaosh. Aa, kila siku asubuhi mi nikiamuka nakuja tu kazi kama kawaida, na unajua biashara ni kubahatisha Unakuja ukingoja customer, wone vile wataingia. Na Mungu amenibariki juu nikikujanga tu siesikosa customer. Napata magari, pikipiki piki, lakini sana sana huko mapikipiki ndio imejaa, lakini magari pia iko. Ile imenifanya nikuja kuanza biashara hapa Tinga, imekuwa mimi peke yangu, mzee wangu ameaga akaniachia watoto, na watoto wanasoma. Na tulikuwa tunafanya tu kazi ya kufuga ng'ombe. Hatuna kazi nyingine. Yeye ndiye alikuwa msaada kwa familia yangu. Ile imekatika hiyo msaada, mimi nikafikiria nianze tu biashara ndio at least nipate kitu jioni ama nipate kitu ya kusomesha watoto wangu. Na nikakuja nikafungua hii ya kawash. Mimi nimefikiria nikaona kazi ya kawash ndio itakuwa the best kwangu. Na nimefanya kazi ambaye huku hakuna mtu anaisafanya. Hakuna mwanamke Maasai anaisa chukua ati atua kufanya kazi ya kaosh. Nimefanya kazi ya chini sana, ikionekana na macho ya watu, wananichukulia kama ni maskini, niko maskini sana. Wengi sana wananiuliza, mbona unafunya kufungua kazi ya kaosh badala uende ukafungue saluni ama kazi ingine yenye nafaa mama lakini mimi nimeona kwa maisha yangu ama kwa mawazo yangu, nikaona kazi ya carwash itanipeleka vizuri na imenipeleka. Ndio maana unaona naendelea na hizi mapikipiki na wote, unaona hapa ni makastoma zangu. <tipi> challenges ziko mingi, sina storage maji, niko na drum kidogo kama vile umeona hapa, tuko na tanki dogo sana na sina mashini, uh, mashini mzuri. Niko na ile mashini tu natumia petroli na saa zingine inakufaga napeleka kwa fundi, saa zingine inakaa hata mwezi huko kwa fundi. Challenge kubwa sana hapa ni maji, juu sina tangi ya maji, ndio inanisumbua tena sana. Na tena ile mashine nakuanga nayo ni ya petroli, aa, na saa zingine petroli huku haipatikanagi mpaka nitumane Kiserian, na kaa sijatumana Kiserian na kaa siku hiyo kaa sijafanya kazi. Tangu nianze hii kazi nimeona mabadiliko sana juu watoto na wangu wanasoma Niko na mtoto uh, amemaliza college. Niko na mwingine ako university, niko na mwingine ako grade 6 uh, grade 8 na mwingine ako 6 na bado naendelea kuwasomesha. Sasa ni miaka kumi tangu mzee aende. Na tumeendelea vizuri sana juu kupitia hii kazi ya kuosha. Mimi napanga biashara yangu ipanuke. Juu saa hii sina uwezo ya kuajiri mtu. Si unaona ni mimi peke yangu najifanyia kazi. Nikipata wale watanisaidia, nitapanua, niko na mawazo ya kupanua biashara. Nataka kitu kama tank, kitu kama mashini yenye eh, mashini kubwa inaweza osha magari makubwa, ama inaweza tumia stima. Na ninafikiria tena niweke mpaka, ah, pressure, ile mashini ya kuweka pressure Mungu na nifanye ni, nifungue hiyo kazi yote, nipanue hii biashara yangu na niajiri watu wengi ni watanisaidia, juu sahi ninajifanyia tu. Wa mama wa Masai, tutoke manyumbani, tuache kukaa, twende tukafanya mabiashara. Nataka tu ni shauri mwenye anakaa maisha kama yangu, ama mwingine mwenye ameufiwa kama mimi, tutoke tufanye kazi ya mikono yetu, juu tutarudi tuna mabiashara na mafamilia zetu.